Ujambo popote pale ulipo, na tumai buheri wa afya. Karibu kwenye Pitapita za Kwangu, mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Madu Mandala. Unapojiunga nami, hakisha kwamba number one umeweza pale kusubscribe, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo, subscribe chini ya video hii, kuna neno subscribe. Klik ya neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail akaunti yako copy the link and share, naweke comment yako pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo, chini ya video hii kuna neno subscribe. Click yoneno subscribe, ambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, nweke comment yako pale itakuwa vema zaidi. Naam, hi leo kwenye pita pita za kwangu kafika katika maeneo kadha wa kadha. Niruhusu nianzie, eneo lipi nianzie? Eneo la Githurai watu wa kitu mm, Kiturai nam, kule Githurai 44, eh, kuna kalameni moja ajuta kutoroka vipusa bila kulipa bili. Ilifanyikaje nam? Kioja kilizuka katika eneo moja la burudani eh, ambapo basi eh, baada ya kalameni moja kukabwa koo na warembo waliodai kwamba alikuwa akitoroka kulipa bili. Inasemekana kwamba polo huyo alikuwa amemwalika mpenzi wake na akamruhusu aje na marafiki. Akamwambia niko na sanaa, akamwambia kuja nao. Na wakakuja nao. La ajabu ni wakafika mahali wakaanza wanaitisha, anasema wakiipungua kidogo jaza chafua meza. Ongeza chafua meza. Kwa hivyo akachafua meza mara kadhaa chakula, vinywaji na kadhalika. Kwa hivyo wakawa waka wanasherekea. Waita akafika mahali akaanza kumwambia eh, lipa bill. Akamwambia ntalipa ngoja, nipe 5 minutes nitalipa. Akakuja tena baada ya muda, lipa bill. Maana maybe alikuwa anataka kuchange shifts, kwa hivyo anataka alipe bill. Akasema ah, nipe 5 minutes na kulipa. So akafika mahali baada ya kusema hivyo mara mbili tatu, akafika mahali akasimama, anaenda msalani. Vipusa wakajua hapa inakaa. Alafu kutoka hivi, wakaona ni kama anakaa kidogo, mmoja akaona hapa ni kubaya, akamfuata kumfata kwenda kwa, kwa, kwa, kwa chumba cha haja hakuna mtu kukimbia hivi akakimbia parking akampata jamaa kabla atoke na kuambia kile alikiona na si ndiye <laughs> aliruhusu mrembo wake akuja na marafiki zake kwani alikuwa na nia nia ipi? Aya, tafakari zaidi ilifanyika wapi Githurai 44 nikitoka kule basi nikavuka mpaka eneo la wapi e, eneo la changamwe kule Mombasa. Changamwe Mombasa kuna mmoja aliyefutwa aangukia mikononi mwa mama Mali Safi baada ya mkewe kumfurusha kwake. Naam, ilikuwa hivi vipi? Mwanadada mmoja wa hapa alijuta kumtimua mumewe kutoka nyumbani na nyumbani kwake alipopoteza kazi. Jamaa huyo alichukuliwa na mama mmoja tajiri ambaye hakuwa na mume na akamtunza kama mfalme. Yaani kila unachonaangalia pale, naona hivi. Kuna kitu ambacho, na dharau, naona hakifai kitu. Kuna mtu mwingine anatamani tu angepata. Unaangalia mtoto anasema huyu mtoto anakaje, kuna mtu anatamani tu ningepata mtoto wa aina hiyo. Kwa hivyo wewe huyu mama alidharau mume wake, oh juu hana kazi hana nini, akamwambia toka hapa, aenda kabisa kumfukuza. Akifika hata hakufika mbali akapatana na mama ana pesa lakini hana mtu. Hivyo ndio mambo ilibadilika na akamtu akifika kule akatunzwa kama mfalme na huko ametunzwa kama nothing. He, mama aliregret na iliisha hivyo, iliisha alitupa mbao, ai kini naye. <laughs> <laughs> K okay, shemu kitu, ombi langu tu ni kwamba wokovu ndio solution watu eh, okoke ndio tunze, na pia tudumishe ndoa zetu. Naam, nikitoka kule, basi nikasema ya pwani kidogo nitoke, nikaacha ikacha nayo, nikafika eneo la Kaloleni Machakos, ambapo kuna mmoja azua sokomoko kwa kuachwa nje ya safari ya mwanasiasa. Buda mmoja ambaye basi eh, wa hapa alizua kisanga sokoni, alipoachwa nje kwenye safari ya kwenda kwa mwanasiasa mmoja maarufu mjini. Ripoti za mtaa za harifu kuwa watu walikuwa wakisajiliwa ili kuhudhuria mkutano wa mwanasiasa huyo walipopanga. Ilipofika siku ya, ya, kwenda kwa mkutano Ikawa watu wamekuja wengi na jamaa huyu wa karibu na huyo mwanasiasa akaachwa. Nakwambia walijua wajui, alizua sokomoko, we haya. Alijua akienda huko atapata kakiru kakiru kako. Haya, nikitoka kule basi nikasema cha rudi pwani kidogo. Kule pwani, jombi mmoja ajikuna kichwa baada ya kutemwa ghafla, ambapo uhusiano wa miaka miwili e, wa e, jamaa mmoja na mpenzi wake e, basi wa, ulifika kikomo. Mwanadada huyo alipompiga alipo marufuku kumtembelea nyumbani kwake, demu huyo alibadilika ghafla na kumfokea jamaa akimwambia kwamba hana haki ya kumtembelea kila anapotaka. Yani kuanzia leo ukikuja kunitembelea please, tuma tuma appointment kwanza, book appointment <laughs> Yani, huyu ni mpenzi wako, nanasema ukimtembelea ubuka appointment. Hii imeenda hii imeenda hii imeenda. Haya, nikimalizia basi nimalizia eneo la na Mlungu kule Nambale, na Mlungu Nambale kuna marafiki wa mhepa kwa dai alitumia ndumba kushinda. Jombi mmoja aliyeshinda katika eh, kitita cha shilingi elfu sitini na tano kwenye mchezo wa kamari hakuamini baada ya kutok, kutokwa na marafiki zake wote, wakidai kwamba alishinda kwa njia za ushirikina. Yani, wewe umeshinda. Unajua mara nyingi mtu akipata pesa watu kimbia marafiki wanakuwa wengi, lakini nakustajabisha ni kwamba huji baada ya kupata pesa hivi, kitina shilingi elfu sitini na tano kutoka kwa hizi mapatapotea hizi. Baada ya kupata marafiki wakamtoroka, kisa na maana. Wanasema huyu alishinda, alishinda hii si, si, si, si kihaki, alishinda kwa kwa njia za ushirikina. Kwa hivyo, hivyo ndio ndio walimtema wakaenda. Utafurahi kwamba wameenda ndio angalau kule pesa zako, ama utaanza kuwa na hofu kwamba wamekutoka na watadhani kwamba wee ni mchawi mshirikina. Haya, tafakari zaidi i kwenye pita pita za kwangu, nami hapa VWM, ukipenda Victor Madomandala, ambapo basi ulimwengu huu ai kuna kwingi Kuona mengi na kutembea kwingi, kuona mengi zaidi. God bless you, subscribe and bye bye.